Nataka na niwape taarifa ambayo sio sio taarifa nzuri sana, ni taarifa taarifa ya masikitiko ambayo, ambayo inahusu kifo. Ni kwamba tarehe 27 saba mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya saa tano usiku na dakika chache e, pale kituo cha polisi Bububu zilipokelewa taarifa kwamba maeneo ya Kizimbani, barabara ya Kizimbani kuelekea Bumbi Sudi kule, wilaya ya Magharibi umeonekana mwili wa mtu mzima mwanaume ukiwa umelala pembeni mwa barabara. Kwa baada ya taarifa hizo kufikishwa kituo cha polisi, kaimu mkuu wa upelelezi wa wilaya ile ya Magharibi, yeye alikwenda eneo lile la tukio. Alipofika ni kweli alikuta mtu amefariki, mtu mzima mwanaume, amevaa nguo zake, alikuwa amevaa kanzu. Eh, kwa hiyo akaikabidi sasa au atende ule mwili aushughulikie miongoni mwa mambo aliyofanya ni kufanya upekuzi ule wa haraka ule wa awali. Katika upekuzi huo alibahatika kupata kitambulisho ambacho kilimtambulisha mtu huyo kwa jina la Jabiri Haidari Jabiri. Kwa baada ya kujua jina lile na kuangalia mazingira, aliwaangalia, mwili haukuwa na jeraha lolote na mazingira yale hayakuonyesha kama kuna dalili za vurugu au jambo lolote kutokea pale. Hapakuwa na sign of struggle, hapakuwa na kitu chochote. Kwa hiyo ina, ina, ina, imply kwamba labda ni mtu ambaye alipata madhara mahali fulani akaletwa pale, au alitokea sehemu fulani akafanya kuletwa pale, lakini haionyeshi kwamba kuna furugu au shida iliyotokea pale. Kwa hiyo mwili ule ulipelekwa hospitali yetu hapa ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuhifadhiwa na kutaka sasa kujua kwa kina. Kwa bahati nzuri, ufuatiliaji uliendelea kufanyika usiku ule ule, mimi mwenyewe kwa kushirikiana na yule mkuu wa upelelezi msaidizi tulifuatilia na tukabaini kwamba mtu huyu kwa maana kwa jina ila Jabri Haidari Jabri ni mkazi wa Fuoni mambo sasa pale Mshelishelini. Kwa hiyo tulifanya juhudi tukapata taarifa za awali ambazo ndo nataka sasa wananchi wapate angalau. Najua, wengua, kwa sababu najua wananchi wengi wanajua kwamba msiba huu umetokea, yuko pale hospitali ya Mnazi Mmoja. Sasa baada ya kufanya uchunguzi wa awali tulichobaini kwa awali ni kwamba huyu kweli ni mkazi wa pale Fuoni na pale alikuwa anaishi peke yake, lakini kwa bahati akawa ameajiri mtu wa kumsaidia shughuli pale, kijana kijana wa kiume ambaye alikuwa anamsaidia shughuli zake za kawaida kama kupika, kufanya usafi na vitu kama vile. Kwa kwenye ile nyumba walikuwa wanakaa wawili, na siku hiyo majira ya saa kumi na mbili na nusu eh, alitembelewa na mtu ambaye ni kijana pia, lakini wanafahamiana yaani alivyoonekana wakati yule yule yu, yu, msaidizi wake alikuwa ndani akaona yule yu, anakuja kupale, kwa pale wakawa wamekaa sebleni. Kwa hiyo jinsi walivyokuwa wanaongea watu ambao walikuwa wanafahamiana. Kwa hiyo wale waliongea pale kama nusu saa hivi. E, baada nusu saa wakaja vijana wengine, watu wengine watano wakajiunga pale, lakini wale walikuja na gari ambalo alijijulikana kwamba ni gari either Noah au hizi Alphard jeupe, alikuwa alijulikana exactly ni gari la aina gani walivyoingia wale wakaongea naye kidogo pale, wakakaa kwenye saa mbili hivi na nusu wakaondoka wote wale waliokuja na yule mgeni wake wa kwanza ambaye alimfungulia yeye, wakawa wameongea, wakaondoka wote, wakapanda kwenye gari, wakaondoka. Wakaondoka, alivyomuuliza akasema nitakujulisha, wale wakaondoka. Kwa hiyo kutoka pale eh, alikuja sasa kubainika kwamba hiyo saa tano na nusu mwili umeonekana. Sasa amekufaje Ameuawa na nani? Kwa nini afe? Na wale walioondoka nao wako wapi? Bado tunapambana na hilo sasa. Tunataka kujua wale ambao walionekana kwamba ni marafiki, kwa maana yule aliyekuja wa kwanza na wale wengine, ni kama vile walijuana na yule aliyetangulia, wakaondoka naye sasa. Wameenda naye wapi? Kwa nini amekutwa pale Kizimbani amefariki? Na kwa nini hana hata jeraha? Hayo ni mambo ambayo jeshi la polisi sasa tunaendelea kuyachakata na kuyafuatilia, na na uhakika niwahakikishie wananchi wa mkoa mjini Magharibi kwamba kwa, kwa hatua hii tuliyoifikia tutajua ni kina nani waliokuwa pale walioondoka naye na nini kilichotokea. Kwa hiyo tuombe wananchi tuwajue kwamba ni mazingira ni hayo eh, ndivyo hivyo tukio lilivyotokea. Hayo ndo makubwa ma, ma, nilitaka kuongea na nyinyi.